Kinara wa DCP Rigathi Gachagua sasa anadai kwamba kuna njama ya kuitilafiana na matokeo ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Mbeere Kaskazini utakaofanyika tarehe 27 Novemba. Gachagua anadai kuwa kuna njama ya kuvuruga kampeni zake eneo hilo na vilevile vile kuzua vurugu siku ya uchaguzi mdogo. Hata hivyo, idara ya polisi inasema kuwa haijapata taarifa kuhusiana na madai hayo. Setholale anaarifu zaidi za uchaguzi mdogo utakaofanyika katika maeneo bunge sita zikielekea hatua ya lala salama, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua analalamikia kile anachodai ni njama ya kuingilia uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Mbeere Kaskazini kupitia fujo Kwenye taarifa, aliyekuwa naibu rais anadai kwamba tayari kuna njama ya kuvuruga ziara yake tarehe 16 katika eneo la Mbeere Kaskazini, na vile vile siku ya uchaguzi mdogo wa tarehe 27 mwezi huu. Warning, onyo kwa inspekta general wa polisi Douglas Kanja na chairman wa Independent Electoral Boundaries Commission Edun Edokon, niwaonye kwamba mwezi kunyamaza wakati watu wametoa tisho kwamba mheshimiwa Rigathi Gachagua atapokuja Mbeere North, mtamfurusha vile mmezoea kumfurusha kila pali akitembea.